Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini kuna watu wapo bizi kila siku wanapiga kelele nyingi mitandaoni na mitaani, lakini maisha yao hayasogei? Au mbaya zaidi, je, umeshawahi kuhisi kuna kitu kinakukwamisha, unajitahidi kusonga mbele, lakini unajikuta unarudi pale pale, pale na hujui kwa nini? Sikiliza kwa makini. Tofauti ya akili kubwa na akili ndogo haipo kwenye vieti vya shule wala haipo kwenye kiasi cha pesa ulichonacho benki kwa sasa. Ipo kwenye jinsi unavyoichakata dunia inayokuzunguka Leo nimefanya uchambuzi wa kina wa kisaikolojia na nimegundua tabia tano sugu zinazowatambulisha watu wenye small mindset, akili ndogo, na nimekuandalia hii video kwa sababu maalum. Tabia namba tatu. Hii ni tabia ambayo asilimia tisini ya watu wanayo wanaitumia kila siku kuharibu mahusiano yao na kazi zao, lakini wanafanya hivyo bila kujua. Wanafikiri ni ujanja, kumbe ni shimo la anguko. Kama unataka kujua kama wewe au watu unaofanya nao kazi wana hii tabia na jinsi ya kuiepuka ili ufungue milango ya mafanikio, ungana na mimi mpaka mwisho. Kabla hatujachimbua hizi tabia tano, fanya jambo moja la kiungwana, bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele tayari. Asante, twende kazi. Tabia namba moja: utegemezi wa kujadili watu. Watu wenye akili ndogo wana obsession ya ajabu na maisha ya watu wengine. Ukikaa nao dakika tano, hawatazungumzia fursa mpya ya biashara, hawatazungumzia mabadiliko ya teknolojia, wala hawatazungumzia jinsi ya kutatua changamoto za jamii. Badala yake, watatumia muda huo kukuambia nani katembea na nani, nani kafilisika, au nani kanunua gari kwa pesa za magendo. Shida hapa sio umbea pekee. Shida ni focus. Akili ya mwanadamu ina kiasi maalum ya nguvu kwa siku. Mwenye akili ndogo anatumia hiyo energy kuchambua drama ambazo hazimwongezei thamani yoyote. Jiulize. Katika masaa 24 yaliyopita ni asilimia ngapi ya maongezi yako yalihusu watu, na ni asilimia ngapi yalihusu mawazo au mikakati? Ukiona unajisikia vizuri zaidi ukiongelea anguko la mtu mwingine kuliko kujadili wazo jipya, hapo kuna taa nyekundu inawaka. Hiyo ni dalili ya small mindset. Tabia namba 2: kushindwa kudhibiti hisia, emotional reactivity. Mtu wenye akili ndogo ni reactive kila kitu kinachotokea kwake ni shambulio. Ukimkosoa kidogo tu, ana panic. Akichelewa kwenye foleni, anatukana. Akiona kitu mtandaoni ambacho hakipendi, anaandika comment ndefu ya matusi. Kwa nini hii ni akili ndogo? Kwa sababu inaashiria ukosefu wa kitu tunaita emotional intelligence, EQ. Watu wenye akili kubwa wanajua kwamba hisia ni taarifa, sio maelekezo Wakikasirishwa wanatulia na kujiuliza, kwa nini nimekasirika na nifanye nini kutatua hii hali? Lakini mwenye akili ndogo hana filter kati ya hisia na matendo. Hii ndio sababu unaona watu wanaharibu kazi nzuri kwa sababu ya hasira ya dakika moja, wanavunja mahusiano ya miaka mingi kwa sababu ya kauli moja, wanaishi kwenye kifungo cha hisia zao wenyewe. Kumbuka, huwezi kuwa na akili kubwa kama remote control ya hisia zako ipo mikononi mwa watu wengine. Tabia namba tatu, kujiona unajua kila kitu na kujiamini kupitiliza kwenye ujinga. The illusion of competence. Kisaikologia, inaitwa the Dunning-Kruger effect. Hii ni pale mtu mwenye uelewa mdogo sana jambo fulani anapojiamini kwamba anajua kuliko kila mtu. Mtu wenye akili ndogo hawezi kusema maneno haya matatu: "sijui", naomba nielimishe." Hii inatokea bila wao kujua. Kwa sababu ya kiburi, ego kinawakinga na uhalisia, wanadhani kukubali kutokujua ni udhaifu. Matokeo yake ni nini? Hawawezi kujifunza kitu jipya, maana washajaza kikombe chao, wanabishana na wataalamu kwenye mambo wasiyoyajua, na wanafanya makosa yale yale miaka nenda rudi. Sikiliza. Akili kubwa ina sifa moja kuu, unyenyekevu wa kiakili, Intellectual humility. Watu wenye akili kubwa wanajua kwamba kadri wanavyojifunza ndivyo wanavyogundua hawajui vitu vingi. Mwenye akili ndogo anaona video moja ya TikTok, Instagram au YouTube kuhusu afya na anaanza kubishana na daktari. Kama unajikuta kila mara wewe ndiyo unayeongea zaidi kwenye kikao unatoa majibu kwa kila kitu na huna muda wa kusikiliza ili uelewe, rafiki yangu, unaweza kuwa unafanya hii tabia bila kujua. Dawa yake ni kuanza kuuliza maswali zaidi kuliko kutoa majibu. Tabia namba 4: wivu wa mafanikio, scarcity mindset. Watu wenye akili ndogo wanaishi na kitu kinaitwa scarcity mindset, fikra za uhaba. Wanaamini mafanikio ni kama keki moja ndogo. Kwamba akili jirani akipata kipande kikubwa basi yeye atakosa au atapata kidogo. Hivyo mwenzake akifanikiwa badala ya kuhamasika anaumia. Anaanza kutafuta kasoro. Ah, kapata hiyo kazi kwa sababu anajuana na bosi. Hiyo biashara yake si unajua ni pesa chafu. Hawawezi kuona mafanikio bila kuweka doa jeupe. Akili kubwa inafanya kazi na abundance mindset. Wanajua fursa ni kama bahari, hazimilikiwi na mtu mmoja. Ukiona unapata uchungu moyoni pale rafiki yako anapopiga hatua, hiyo ni dalili ya small mind inayokutafuna. Badili mtazamo, anza kuona ushindi wa wengine kama uthibitisho kwamba inawezekana pia kwako. Tabia namba tano kuhofia mabadiliko, resistance to change. Dunia inakimbia kasi sana. Mbinu zilizokupa pesa miaka mitano iliyopita, huenda leo hazifanyi kazi, lakini mwenye akili ndogo anaogopa kujaribu mbinu mpya, anaogopa teknolojia, anaogopa kuhamia mazingira mapya, anaogopa kuacha kazi inayomuumiza. Anapendelea kubaki kwenye comfort zone hata kama inamuumiza kuliko kuthabutu kwenda kwenye growth zone. Akili kubwa ni flexible, ina uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira Usiwe kama mti mkavu unaokatika upepo ukivuma. Kuwa kama mwanzi unaofuata upepo na kubaki imara. Kati ya hizi zote ni ipi ambayo unahisi inakusumbua zaidi, au ni ipi umewahi kukutana nayo kwa watu wa karibu? Niamini, hatupo hapa kuhukumiana, bali kusaidiana kukua. Nenda kwenye sehemu ya comments hapo chini na uniandikie namba ya tabia iliyokugusa zaidi. Mfano, andika namba tatu au namba moja. Nitapita kusoma comments zenu na kubadilishana mawazo. Kama video hii imekupa thamani, basi like video hii ili ifike mbali zaidi. Na kama bado hujafanya hivyo, subscribe sasa hivi. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.